ndomaana niko tuli nimetulia, wunaga baya hata wale wanonona usuda shabayao mbaya. Yes, habari zako mtazamaji wa Top 5 Dzaleka, kwa majina mie naitwa Ismail, jina maarufu ni mjanja wa kiwanja, na hapa nilipo nipo na Esther Mado ambaye ni mwimbaji wa kwaya, pia ni mwimbaji wa injili. So sijui kama kuna tofauti kati ya kwaya au injili, atatueleza So Esther Mado mambo vipi? Poa. Uko vizuri? Ndio. Ni kwanza kabisa nilikuwa nimesema kuna tofauti kati ya kwaya na injili. Hili ni kweli au ni neno moja tu? Neno moja tu. So sasa, unadhani ni kwa nini baadhi ya waimbaji wa kwaya au nikisema gospel hapa kambini wanapenda yani, wanapendwa zaidi? Na kuna baadhi ya wengine hawajui kuimba vizuri, ila wanapendwa unahisi ni neema ya Mungu au tu ni watu wamewapendelea? Ah, sijui, maybe sijui nisemeje, mm -hmm. <laughs> inaweza ikawa hivyo neema labda ya Mungu mm -hmm. Okay, sasa wewe katika uimbaji wako wa gospel unapata sapoti ya kutosha kutoka kwenye makanisa au kwenye shirika za viongozi wa kidini hapo kambini? Ndiyo. Mfano, kanisa zipi au viongozi wapi wanaosupport? Pastor Bishop William, mm, wengi tu. Sema kuwataja majina, wengi huwa wakisupport then wanasema usiwataji, unaombea tu Mungu awabariki basi, lakini hawataki kutajwa, mm. so kuna tetesi hapa kambeni, nasemekana kwamba waimbaji wengi wa gospel hawako pamoja ina maana wanatofautiana, wanatengana, kwako ukweli gani hichi like kitu? Kutengana kivipi? ina maana kuto kushirikiana, wamoja wako kivyao, wengine wako kivyao? Ah, sijui, mi ninavyojua tuko pamoja, labda wanakuwa busy na kazi, shughuli ni nyingi, si unajua tena kambini. yeah. Yeah, ndio hivyo so unaweza kuniambia hapa kambini kuna mtu ambaye umeshaga sikia anaimba nyimbo ya Injili ila kivyaku, ukasema kama hapana, hii ni mapiano au ni mziki wa Kizungu? Hapana, hapana, kawaida kawaida tu kawaida. Yeah. So unaweza ukaniambia ni kundi gani hapa kambini ambalo unalolifanyia kazi vizuri, kundi la waimbaji wa gospel huyo ambalo unalifanyia kazi vizuri unadhani lipo au pengine linatafuta tu sifa, nikimaanisha kufanya kazi yani kwenye huduma ya Mungu, inaimba kabisa, yani zile nyimbo za kimungu hmm. yani mimi nipo kwenye hiyo kundi au sijaelewa ya, yeah? Ina maana kundi ambalo unaweza kanitajia unalifanyia kazi wewe linafanya huduma nzuri ya Mungu, au kama hiyo kundi unafanyisia kazi wewe ipo tu kwenye sifa tu za kutafuta umaarufu na sifa Of course mimi simbi si tena kwa kwa ma groups cuz siwezi nikasema eti group ndio inafanya vizuri cuz mimi simbi si tena kwa ma groups yeah, simbi si tena yani simbi tena kwa ma groups zamani nilikuwa naimba, lakini kwa sasa no. Yeah, ndio hivyo. Okay, so kutokana na maneno yako na nikisikia watu wengine wanasema kwamba waimbaji wa gospel hapa kambini wengi hawakupewa wito wa Mungu kuto kushirikiana na wengine, kwa sababu wenyewe waliambiwa na Mungu imba kivyako, na ndio maana wengi wanajitenga wakiimba kivyao ikiwemo wewe. Je, na wewe uko miongoni mwa watu ambao walipata wito kutoka kwa Mungu wasishirikiani na wengine, au umekuwaje mpaka ujibaguo si kwenye makundi na wengine? A -a. Of course uko kwenye makundi, ni choice ya mtu, mtu ni choice. Napenda no inaemba kwenye group fulani, ni choice, lakini unapoona wimbe, yani usimbi kwa ma group, lakini kuna muda wanakuhitaji. Yes, wanakuhitaji. Yes Tuna, tunakuhitaji, kuna kitu nataka kufanya na wewe, hapo nipo tayari. Kama nipo tayari nitasema nipo tayari, lakini sio kusema eti, najitenga niko peke yangu siwezi nikashirikiana na wengine. Kuna muda yanahitajika, tunashirikiana kwa pamoja, tunafanya kazi kwa pamoja yes. Sijitengi na mtu no, sio hivyo e, kibidi kufanya kazi kwa pamoja, tunafanya nikihitajika, kama nipo tayari na, naenda yani tunafanya kwa pamoja nikihitajika, labda na mimi nitakuwa nipo bizi, nawaelewesha tu, tunaelewana vizuri hivyo yeah. so kuna mwimbaji gani ambaye unamfahamu anaimba nyimbo za Mungu ila maisha yake na uhalisia ya wake hai, hai, hana ule mw, yani mwonekano wa kuimba nyimbo za Mungu, it means anaimba gospel ila lifestyle yake sio aki gospel? Mimi sijaji mtu, si mjaji mtu, ila wapo paka mbili no, sijui. Unajua, mimi kwanza mambo ya kufuatilia maisha ya watu sio mambo yangu. Nipo busy na maisha yangu, yaani ya uk namfatilia mtu, yaani anafanya nini koje ano kumjaji mtu Hapana. Na kuna waimbaji wa gospel hapa kambini ambao wanatafuta tu sifa ila hawaimbi kutokana na huduma au kutokana na imani ya kimungu, wanaimba kutafuta tu sifa na imani hao wapo <laughs> I have said that... Siwezi nikamjaji mtu ndio, I can't yaani kumjaji mtu uh -uh. Mungu mwenyewe anajua ya Mungu aliyetutuma kumtumikie, mwenyewe anajua ya mi siwezi. Kitu nimejifunza kumjaji mtu juu kwa muonekano uh -uh. mimi mambo ya kujaji watu is not my life maisha yeah, yangu inabidi ufunguke kitu kimoja wewe unaimba nyimbo za injili kwa niaba ya kutafuta mbingu upate mbingu au unaimba ili upate umaarufu na upate sifa na upate pesa? Um, of course tunaimba kwa ajili ya kuhubiri injili, yaani Mungu ametutuma wa tuhubirie watu injili kupitia wimbo. Ye mwenyewe sasa ndo anatufungulia milango maarufu tunaopata, anatufungulia milango za connection, ni Mungu yeah. Na Mungu huwa anatumia njia gani katika kukubariki au kubariki nyinyi ambao mnaimba gospel? Njia ni nyingi, mimi siwezi nikajua. Mungu mwenyewe anajua. Unaweza ukawa unafikiria laba mii naona nitatoka kimziki kupitia njia hii, Mungu anakuja kubadili, yani anafanya vile ambavyo o ukuwa unafikiria yeah. K siwezi nikampangia Mungu kusema atanitoa kwa njia hii au ye mwenyewe anajua, Esther hapa ana deserve, nitamfanyia wepesi hapa hivi, okay. ni tamasha gani ambayo ushawahi kutokea hapa kambini, yaani wakaiandaa like like, uh, tamasha la kigospel au la kiinjili, alafu kwa bahati mbaya au bahati nzuri haukualikwa na ulijisikiaje tukio hilo? Sijui, of course tamasha nyingi wanaalikwa sana sema tu labda ikinikuta niko busy na tuna tunaelewana, tuna ya yeah, next time wanasema, basi next time tutakuita hivyo, lakini kusema eti sijui, zipo lakini sio nyingi, nyingi huwa naalikwa ya yeah. Na unahisi ni kwa nini unaalikwa na hawa kuachi? Labda natumika vizuri ya yeah. Una, unaweza ukaimba sehemu ukitoka unakuta message kwa simu Ah, nimefurahi performance yako umeimba vizuri. So vipi, je, naweza nikakuita na mimi next time nikiandaa event uje, nikiwa tayari naenda labda mtu mtu nato, anatokea kuvutiwa na na performance zako na yeah. Ukishaalikwa wow. Okay. Hivyo kwenye performance sehemu yoyote ile huwa azidi pesa kiasi gani, azidi pesa kiasi gani ili uende <laughs> siwezi nikasema. Si no, unaenda, unaenda kwa huduma tu ya Mungu au lazima ulipwe? hmm. Of course, sometime mtu ananialika tunaelewana tuna, tuna ni maelewano sometime, okay, I can accept naenda kuimba nasema nitahudumia tu for free yaani mm -hmm. msinilipi chochote mm -hmm. Ah, yule mtu anasema hapana mwanangu, after performance anakuja anasema Yani, anakupa kitu ya muda mwingine, auombi chochote ila after performance unapata vitu vingi zaidi ya vile ambavyo ungeomba wewe mm. So kwa kumalizia, neno gani ambao naweza ukaambia awaimba kwaya wenzako, kwa wale ambao mnashirikiana pia, na kwa wale ambao mshirikiani, kwa wale ambao mnapatana na kwa wale ambao hampatani? Wetu kitu kimoja, unajua ni kazi ya Mungu Tumike kwa umoja, upendo, ushirikiano. Umoja ni nguvu, matengano ni udhaifu. So tukiwa kwa pamoja tutafanya kitu kikubwa. Yes, okay, nashukuru sana kwa muda wako na, na kuomba isiwe mara kwanza wala mara mwisho kunipatia nafasi kuongea na wewe na kufanya mahojiano kidogo. Karibu.